Maelfu ya raia wa Marekani kutoka maeneo mbalimbali ya nchi hiyo wamefurika mitaani katika kile ambacho kinatajwa kuwa ni kupinga mwenendo wa utendaji kazi wa sasa wa Rais wa taifa hilo, Donald Trump na swahiba wake Elon Musk ambaye amekuwa akiongeza machungu kwa kupunguza matumizi ya serikali. Kutokana na mwenendo huo wa serikali ya Trump, jamii ya wa Wamarekani wengi wamejikuta wakipitia wakati mgumu kutokana na baadhi yao kufutwa kazi katika kile kinachotajwa ni kuongeza ufanisi wa sekta za umma. Uamuzi huo ulianza kutekelezwa baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kuapishwa kuingia ikulu ya White House Januari 20 mwaka huu akirithi mikoba kutoka kwa Rais Joe Biden wa Democrats. Shirika la habari la Associated Press limeripoti leo Jumapili Aprili 6, 2025, kuwa maandamano hayo yaliyoitwa Hands Off yaliandaliwa katika zaidi ya maeneo elfu moja na mia mbili katika majimbo yote 50 ya Marekani, yakihusisha zaidi ya makundi 150, yakiwemo mashirika ya haki za kiraia, vyama vya wafanyakazi watetezi wa wapenzi wa jinsia moja, mashujaa wa vita na wanaharakati wa uchaguzi. Maandamano hayo yalionekana kuwa ya amani bila ripoti za watu kukamatwa mara moja. Kutoka maeneo yote nchini humo, maelfu ya waandamanaji kutoka Midtown Manhattan hadi Anchorage Alaska, pamoja na miji ya makao makuu ya majimbo, walimkosoa Trump na bilionea Elon Musk kwa hatua zao kuhusu kupunguza ukubwa wa serikali, uchumi, uhamiaji na haki za binadamu. Katika pwani ya magharibi, karibu na mnalo maarufu wa Space Needle jijini Seattle, waandamanaji walibeba mabango yenye kauli pambana na utawala wa mabepari. Watu waliandamana kwa kauli ya nderemo huko Portland, Oregon na Los Angeles, ambako walitembea kutoka Pershing Square hadi City Hall nchini humo. Waandamanaji walieleza hasira yao juu ya hatua za serikali ya Trump kuwafukuza maelfu ya wafanyakazi serikalini, kufunga ofisi za hifadhi ya jamii yani Social Security, kufuta mashirika ya serikali, kufukuza wahamiaji, kupunguza ulinzi wa watu waliobadili jinsia na kupunguza ufadhili wa mipango ya afya. Musk ambaye ni mshauri wa Trump anayeongoza kampuni ya Tesla, SpaceX na jukwaa la mitandao ya kijamii la X, zamani Twitter, amekuwa na jukumu muhimu katika mchakato wa kupunguza ukubwa wa serikali kama mkuu wa wizara mpya ya ufanisi wa serikali. Anadai kuwa anawaokoa lipa kodi mabilioni ya dola. Alipoulizwa kuhusu maandamano ikulu ya White House, Musk alisema msimamo wa Rais Trump uko wazi, siku zote atailinda Social Security, Medicare na Medicaid kwa wanufaika waliostahiki. Wakati huo huo, msimamo wa Democratic ni kuwapa faida Social Security, Medicare na Medicaid wahamiaji haramu, jambo ambalo litalufilisi programu hizi na kuwaumiza wazee wa Marekani, alisema Maski, mwisho wa kunukuu. Kerry Robinson ambaye ni rais wa shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Campaign alikosoa vikali jinsi serikali ilivyowatendea watu wa jamii ya watu wa jinsia moja katika mkutano uliokuwa katika ukumbi wa National Mall, Washington jijini DC ambako pia wabunge wa chama cha Democratic walihutubia. Nanuku, mashambulizi tunayoyaona hayako kisiasa tu, ni ya kibinafsi, alisema Robinson. Wanajaribu kupiga marufuku vitabu vyetu, wanapunguza ufadhili wa kuzuia HIV, wanawafanya madaktari, walimu, familia zetu kuwa wahalifu. Hatuitaki Marekani hii, aliongeza. Tunataka Marekani tunayostahili, mahali ambapo heshima, usalama na uhuru ni haki ya wote, si wachache tu alisema mkurugenzi huyo. Huko Boston, waandamanaji walibeba mabango yanayosomeka ondokeni kwenye demokrasia yetu na acha kugusa social security yetu. Mayor Michelle Wu alisema hataki watoto wake waishi katika ulimwengu ambapo vitisho na hofu vinatumika kama silaha ya serikali huku maadili kama utofauti na usawa yakishambuliwa. Nakataa kabisa kukubali kuwa watoto wangu wanaweza kukua katika nchi ambayo wahamiaji kama bibi na babu yao wanachukuliwa moja kwa moja kama wahalifu, alisema. Huu mwisho wa kunoko. Roger Bromo mwenye umri wa miaka 66 kutoka kaunti ya Delaware, Ohio, alikuwa miongoni mwa mamia walioandamana kwenye jengo la bunge la jimbo huko Columbus. Alisema hapo awali alikuwa Mrepublican aliyemuunga mkono Reagan, lakini sasa amechukizwa na Trump. Nanuku, naitenganisha nchi hii vipande vipande, alisema Broom, hii ni serikali ya malalamiko tu. Alisema mwisho nako wa mamia ya watu pia waliandamana huko Palm Beach Gardens Florida, maili chache kutoka uwanja wa gofu wa Trump huko Jupiter, ambapo rais alitumia asubuhi kushiriki mashindano ya Senior Club Championship. Waandamanaji hao walijipanga pande zote za barabara PGA Drive, wakihamasisha magari kupiga honi huku wakipaza sauti za kupinga na kupingana na utawala wa Trump. Lazima waache kugusa social security yetu, alisema Archer Moran wa Port St. Lucie Florida, nchini humo. Orodha ya mambo anayotakiwa kuyaacha ni ndefu mno, aliongeza. Na ni jambo la kushangaza kuona maandamano haya makubwa yameanza upesi kiasi hiki tangu alipoingia madarakani, alisema muandamanaji huyo. Ikulu ya White House ilisema rais alikuwa anacheza gofu kwa Florida siku ya Jumamosi na alipanga kufanya hivyo tena siku ya Jumapili wanaharakati wamekuwa wakiandaa maandamano kote nchini humo dhidi ya Trump na Musk mara kadhaa tangu Trump alirejea madarakani mapema Januari mwaka huu. Hata hivyo, kabla ya Jumamosi, harakati za upinzani hazijawahi kuandaa maandamano makubwa kama Women's March ya mwaka 2017 ambayo yalileta maelfu ya wanawake jijini Washington baada ya kuapishwa kwa mara ya kwanza ya Trump au maandamano ya Black Lives Matter yaliyofanyika baada ya ya kuuawa kwa raia anayeitwa George Floyd na polisi huko Minneapolis mwaka 2020. Huko Charlotte, North Carolina, waandamanaji walisema walikuwa wakitetea masuala mbalimbali kuanzia Social Security, elimu hadi uhamiaji na haki za uzazi kwa wanawake. Haijalishi chama chako ni kipi au nani uliyemchagua inatokea leo ni ya kusikitisha, alisema Brit Castillo mwenye umri wa miaka 35. Miongoni mwa maelfu waliokuwa wakitembea katikati ya jiji la San Jose, California walikuwemo Debola na Douglas Doherty. Debola ambaye ni mbunifu wa picha alikuwa mshiriki wa maandamano ya wanawake mwaka 2017 na alisema ana wasiwasi kuwa watu wachache wanaonekana kuamka kwa sasa juu ya kupingana na serikali hiyo. Nanuku, miji yote inapaswa kujitokeza, alisema. Sasa watu wamezoea jambo ambalo lenyewe ni la kutisha, hivyo Trump ajipange upya. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.